Hello wapendwa, nimekuja kwenu na leo na mada nataka tuzungumzie. Watu wengi katika dunia tunayoishi wanahangaika na kumiliki vitu, lakini nataka nikwambie kwamba, ndugu yangu, kitu pekee unachoweza kukimiliki wewe ni nafsi yako, sio watu, sio mahusiano, sio fedha wala vitu, maana vyote hivyo ni vya muda, vinapita na huwa vinabadilika lakini ndugu yangu, nafsi yako ndio msingi wa kila kitu. Maana unapomiliki nafsi yako inakusaidia wewe kutambua namna unavyofikiria, unavyopenda, unapojitathmini wewe na hata namna unavyojibu changamoto unazozipitia kila siku katika maisha yako. Jua kwamba ndugu yangu, watu waweza kukuacha waweza kukutenga na kukusaliti wewe. Vitu wala mali ulizo nazo zaweza kupotea, maana wewe sio wa kwanza. Tumewaona wengi katika dunia hii, walikuwa na mali nyingi na ziliweza kupotea. Lakini ujue kwamba ndugu yangu kitu pekee ambacho hakiwezi kuchukuliwa na mtu yoyote yule ni kile kilichopo ndani mwako wewe, ujasiri, utu amani andani ya ndani na mengine unayajua kutoka katika nafsi yako wewe. Lakini ndugu yangu, kabla haujajaribu kumiliki dunia hii, jijenge kwanza peke yako, uwe mtu usiotikiswa na kitu chochote wala kubabaishwa na mambo yote ya dunia hii, iwe hali unayopitia, maneno, hata vikwazo unavyowekewa. Jua kwamba ndugu yangu unapomiliki nafsi yako wewe, unakuwa mshindi tena, unaitwa wewe ni mkomavu. Na kama unaamini kwamba ndugu yangu kitu pekee unachoweza kumiliki kweli kweli katika dunia hii ni nafsi yako, weka maoni yako hapo tuweze kuyasikia, handika kwa komenti. Unapopata mashauri haya ndugu yangu, gawa na watu wengine, hacha watu waweze kujisikilizia wenyewe na waweke komenti hapo. Tutazisoma komenti hizo na tutaenda kuwajibu wote kwa muda. Asante sana, na Mungu ataenda kutubariki wote, amena.